Katika hoja zetu tulialika mahakama e, iwe kubwa yani, we invite the court to be greater. E, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea, ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tu kwa kipekee kabisa tushukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru Mheshimiwa muhini na tumwombee aendelee kuwa na ujasiri huo, kwa sababu e, kesi hii kama tulivyosema, inafuatiliwa na e, watu wote wa ndani na nje ya nini ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka mheshimiwa Lissu e, afikishwa mahakamani, kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali mbali. e, East African Law Society, mabalozi kwa wale wote wanabeba e, reflection ya kwamba basi angalau e, mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri ya. Kwa hiyo kwa hilo, hilo tunashukuru tuna sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya, kwa sababu e, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana.